Yo, leo wacha niwachani vijana. Mimi ni kijana, wewe ni kijana, acha tuzungumzie hapa. Unajua kwa nini vijana wengi hatufanikiwi? Vijana wengi hatufanikiwi tufikie yale mafanikio ambayo tunayataka, mambo ni machache tu. Cha kwanza, vijana wengi tunataka mafanikio ya haraka. Hakunaga kitu kama hicho, kila kitu kinahitaji process. Watu wengi tunatamani uki, okay, nimeshamaliza chuo, niajiriwe, nilipo mshahara, niwe na nyumba yangu, niwe na familia, niwasaidie wazazi. No. Tunatamani sana mafanikio haraka, hiki ndio kitu ambacho huwa kinatu cost akati, kila kitu kinahitaji process. Kwa hiyo believe in you, hata kama unaona mambo hayaendi sasa hivi, keep trust in you, endelea kupambana, kila kitu kinakuja kwa wakati. Usipende maisha kufanikiwa kwa haraka, haipo hivyo. Cha pili, vijana wengi tunaishi maisha mengi sana ya kuigiza, tunapenda sana kufake life. Napenda sana kulizungumzia ili kwa sababu ndio maisha yetu, tukuze kufake Tunaishi vijana wengi tunaishi vile ambapo Instagram inasema. Sasa hii sio kitu kizuri, ngoja tu nikutajie hasara za ku fake life. Unaweza uka fake life, umeshajipata. Una post Instagram huko, upo kila sehemu, wewe maisha yako hapo vizuri. Sasa siku ukikwama, hakuna mtu ambaye atakuja kukusaidia kwa sababu watu wanajua wewe tayari umesha make it, umeshajipata. Kwa hiyo make sure unaishi maisha yako ya uhalisia. Usipende ku fake life. Fake life mara nyingi zimewapoteza watu wengi sana. Cha tatu, vijana wengi hatupendi kuanzia chini, sijui kama unanielewa hii. Hata kama ukikutana na mabosi wengi watakwambia kwamba nyie vijana wengi mnataka mwanzie tu pale juu, wakati maisha yapo hivyo. Kwa hiyo kila kitu kinaanzia chini, tunarudi pale pale kwenye process, make sure unaanzia chini then ujipange uende juu nyu. Hata nyumba inajengwa kwa msingi. Hakuna nyumba ambayo inaanza kwa kujengwa kwa bati. Hapana, lazima utachimba msingi then uende juu. Kwa hiyo, make sure unaanzia chini, usipende kuanzia katikati, usipende kuanzia juu, hautaweza kufika hapo unapotaka kwenda. Kufika cha mwisho, vijana wengi ni ma selfish wa binafsi, na siku zote wanasema, ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako, ukitaka kwenda kufika kwa haraka basi nenda peke yako. Jaribu kuwa na timu kwenye kile kitu ambacho tunakifanya. Tafuta watu ambao mnaendana watu ambao mnazungumza lugha moja, watu ambao mnakubaliana. Hii itakusaidia wewe kuweza kufanikiwa kwa haraka. Teamwork, mara zote kila mtu anakuja na mawazo yake, then mkiweka pamoja, mtafanikiwa kwa pamoja. That for today. Unataka kufanikiwa, make sure unazingatia haya niliyokwambia. Peace. Life Lens Podcast, we talk about life. Mm-hmm.